Iran imeendelea kuonyesha maendeleo makubwa katika nyanja za kijeshi, hasa katika utengenezaji wa makombora na drones, baada ya aliyewahi kuwa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Major General Aziz Jafari kusema kuwa uwezo wa kijeshi wa Iran sasa unazidi ule wa Urusi. Taarifa hiyo imeibua mjadala mkubwa kimataifa, hasa kutokana na historia ndefu ya Urusi kama taifa lenye teknolojia ya hali ya juu katika maswala ya silaha. Iran, ambayo kwa miaka mingi imewahi kuwa chini ya vikwazo vya kimataifa, imefanikiwa kujitegemea katika utafiti na utengenezaji wa mifumo ya ulinzi, hatua ambayo imeifanya kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu kubwa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Tangu miaka ya 80, Iran imekuwa ikijenga mpango wake wa makombora kwa misingi ya ndani, ikibuni makombora ya masafa mafupi, ya kati na ya mbali pamoja na mifumo ya juu ya makombora ya ardhini na baharini. Teknolojia hii imeimarishwa zaidi na maendeleo ya drones ambazo zimekuwa nguvu muhimu katika mkakati wa Iran wa kujilinda na kujizuia mashambulizi ya kigeni. Wakati wa mapigano ya siku 12 na Israel yaliyoanza Juni 13, Iran ilionyesha uwezo wa juu wa uratibu wa mashambulizi kwa kutumia makombora na drones zake. Shambulio hilo lililokuwa limepangwa kwa, kwa ustadi mkubwa lililenga vituo vya kijeshi, vya kiintelijensia na vya kiteknolojia ikiwemo makao makuu ya Kiria yanayojulikana kama Pentagon ya Israel. Taarifa ziliripoti kuwa zaidi ya vituo 20 vya kijeshi vililengwa kwa usahihi wa hali ya juu, jambo lililovuruga uwezo wa Israel na Marekani katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yalifanyika kwa awamu 22 yakihusisha maelfu ya makombora na drones zilizotumwa kwa wakati tofauti ili kudhoofisha mifumo ya ulinzi ya adui hasa Israel. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi, Iran ilitumia teknolojia mpya ya uratibu wa satellite na mifumo ya GPS ya ndani, hatua iliyoongeza usahihi wa mashambulizi na kupunguza gharama za uendeshaji. Ripoti za kimataifa zimeonyesha kuwa teknolojia ndege zisizo na rubani, yani drones, hasa zile za aina ya Shahid sasa imekuwa na ushawishi mkubwa zaidi duniani. Makampuni kadhaa ya Marekani, China, Ufaransa, Sweden na Uingereza yameanza kutengeneza drones zinazofanana na mifumo ya Iran kwa ajili ya mafunzo na matumizi ya kijeshi. Drones hizo za Iran zimekuwa maarufu kutokana na urahisi wa uzalishaji, uimara wake na uwezo wa kurusha silaha kwa umbali mkubwa kwa gharama ndogo. Iran inaona mafanikio haya kama matokeo ya miaka mingi ya utafiti wa ndani, ubunifu wa kiteknolojia na uzoefu uliopatikana katika vita mbalimbali tangu miaka ya 80. Serikali ya Tehran imeweka wazi kwamba itazidi kuwekeza katika ubunifu wa kijeshi hususan katika makombora ya kisasa, drones zenye akili bandia AI na mifumo ya kujilinda dhidi ya makombora ya kisasa ya adui. Kwa sasa, Iran imeweka kipaumbele katika kuboresha maeneo yaliyodhihirisha mapungufu wakati wa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel, hasa katika mifumo ya anga na ndege za kivita. Maafisa wa juu wa usalama wa taifa wamesisitiza kuwa lengo kuu ni kuhakikisha taifa hilo linabaki kuwa na uwezo wa kujilinda bila kutegemea msaada wa kigeni. Kwa wachambuzi wa masuala ya kijeshi, hatua ya Iran ya kujilinganisha na Urusi na ashiria mabadiliko ya nguvu za kijeshi duniani. Wanaona kuwa Iran sasa inajitokeza kama moja mataifa ya mataifa machache yanayoweza kutengeneza silaha za kisasa kwa kujitegemea, na huenda katika miaka ijayo ikawa kitovu kipya cha teknolojia ya ulinzi katika Mashariki ya Kati.